Kiwanda cha nguo cha Urafiki mojawapo wa viwanda vikubwa na kilichowahi kupata umaarufu kwa bidhaa bora kipo hoi na baadhi ya mashine zake zimengolewa na hazijulikani ziliko. Siri hiyo imefichuka baada ya Waziri wa Viwanda na Biashara Charles Mujage kufanya ziara na kugundua sehemu kubwa ya kiwanda imegeuzwa gala la kuhifadhia mizigo. Waziri huyo amesema serikali inaangalia hatua gani za kuchukua haraka kukinusuru kiwanda hicho. Jamal Hashem amefuatilia ziara hiyo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kiwanda cha Urafiki kilichopo jijini Dar es Salaam. Kiwanda hiki kilianzishwa na serikali ya Tanzania mwaka 1967 na mwaka 1997 kiwanda hiki kiliingia ubia na serikali ya China ambapo asilimia 49 inamilikiwa na serikali ya Tanzania. Kiwanda hiki cha nguo kilisifika sana wakati huo kwa uzalishaji wa nguo zake hasa vitenge kanga pamoja na kutengeneza nguo za viongozi mbalimbali. Tukiwa hapa, tumeambatana na waziri wa viwanda na biashara Chazi Mwijage. Kwa kutumia muda takribani saa nne hivi, tumejionea kutoroshwa kwa miundombinu ya kiwanda hiki, ikiwemo mitambo ya kuzalisha malighafi. Maeneo mengine yamegeuzwa kama maghala, mitambo mingine imezimwa kutokana na kukosekana nguvu kazi. Niko ndani ya kiwanda hiki cha Urafiki na hapa ukishuhudia mashine hizi, kwa jina anaitwa Josefu Mbezi, ni meneja wa mipango. Labda kwa nini mashine hizi hazifanyi kazi mpaka hivi sasa? hazifanyi kazi kwa sababu ya ukosefu wa wafanyakazi, na hii inasababisha kuwa mishahara wanaolipwa ni kidogo. Lakini mitambo ya kiwanda hiki kama unavyoiona imetelekezwa kana kwamba hakuna mwenye uchungu na mali hizi, zimeng'oa kwa lengo kwamba tutalipana mishahara mizuri, lakini sasa kinyume chake, mashine wameziuza kama scrap. Na sehemu ambazo waling'oa mashine hazijawekwa kitu chochote, lakini lengo lao walisema kwamba watajenga mashine za kisasa ili tufanye kazi kwa ufanisi tuweze kulipana mishahara mizuri. Katika ziara hii, shughuli zilisemama kwa muda, wafanyakazi nao wakitaka kujua hatima yao ya maisha katika kiwanda hiki. Mpaka kweli kama kushughulikia, ujue vijana wangu mimi, humu tutakuja moja kwa moja mpaka kwako, hiyo ulielewa. Hivyo kulingana na mazingira ya wawekezaji wetu, jinsi walivyo kwenye nchi yetu. Kwa nini serikali inachukua muda mrefu kufanya maamuzi? Kwa mfano, hawa wachina wana miaka karibu ishirini hapo wanafanya kazi katika kiwanda hiki, badala ya kiwanda kusogea mbele kinazidi kuporomoka, kinazidi kuporomoka na kuporomoka. Waziri Mwijage ambaye yeye ni mwenye dhamana juu ya jambo hili, anaeleza aliyoyashuhudia katika kiwanda hiki. Mitambo ambayo inaweza kufanya kazi imeng'olewa. Biashara ya kimsingi ya shughuli hii haifanyiki. Watu wanakodisha magodauni badala ya kusokota nyuzi. Nimeona kuna mahusiano ya management, hawazungumzi lugha moja. Kimsingi wanafanya one man show, mtu mmoja anafanya shughuli zote. Yote hayo nimeyaona, lakini ni hatua gani zitachukuliwa? Kwa hiyo tutakaa chini na huyu mbia mwenzetu. Na tunakaa chini lini? Kesho kutwa ndio bodi inakaa upya kumpangia magoli mapya, na kazi inaendelea na mimi nitasimamia mwenyewe nikisaidiana na Tiara. Tuseme huu ndo mwanzo wa kuwabaini wawekezaji ambao wamepewa viwanda kuviendeleza na wakashindwa kuviendeleza, na viwanda vingine wakavigeuza kama maeneo ya kufugia mbuzi. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, mimi ni Jamal Hashim wa Azam News.